Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius K. Nyerere cha Kilimo na Teknolojia MJNUAT kilichopo Butiama mkoani Mara anatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025/2026 katika stashahada ya uzalishaji kilimo, yani Ordinary Diploma in Agriculture Production. Muombaji awe na ufaulu wa masomo manne kwa kiwango cha alama D au zaidi kwenye mtihani wa kidato cha nne, na kati ya masomo hayo masomo mawili ni lazima yawe masomo ya science. maombi yafanyike kupitia barua pepe ya admission at MJNUAT ac tz kuanzia tarehe 28 mwezi wa tano hadi tarehe 11 mwezi wa saba 2025. Fomu za maombi zinapatikana katika tovuti ya chuo. MJNUAT ni chuo cha serikali, kimesajiliwa na tume ya vyuo vikuu Tanzania TCU na kinatoa mafunzo kwa ngazi ya shahada yani digrii na ngazi ya stashahada yani diploma. Chuo kina walimu waliobobea, mazingira mazuri na vifaa vya kisasa vya kujifunzia kwa maelezo zaidi piga simu namba 0759900645 na 0712033404, au tembelea tovuti ya chuo www.mjnuat.ac.tz. Karibu chuo kikuu cha Mwalimu Julius k Nyerere cha kilimo na Teknolojia, upate elimu itakayokuwezesha kujiajiri na kuajiri wengine.